Wewe unasemaje kuhusu mapenzi ya kweli? Je, ungesema nini kama mtu unayempenda sana, mtu ambaye moyo wako umeamua kumkabidhi akageuka kuwa damu yako mwenyewe? Naam, leo nakusimulia kisa cha kijana Brian, kijana aliyependa bila kujua kuwa moyo wake ulikuwa unapenda damu yake mwenyewe. Siku moja, jua lilikuwa linachomoza taratibu kama mwanamke anavyojipamba kioni. Brian kijana wa miaka ishirini na tano alikuwa akimalizia chai yake a ya asubuhi pale sebuleni. mama yake alikuwa na tabia ya kuajiri wasichana wa ndani kila baada ya miezi sita maana wengi walikuwa wakikimbia kazi kutokana na ugumu wa nidhamu pale nyumbani lakini siku hiyo alikuja msichana mpya Asha alipoingia Brian alihisi dunia imesimama kidogo ni mweupe kama papai lililoloweshwa maziwa macho yake yakimeta kama nyota mbili usiku wa giza na mwendo wake ah, jamani, kama kinyonga anayetembea kwenye tawi taratibu, lakini kwa uhakika. Brian alijikuta amekodoa macho bila hata kujua amemwaga chai mezani. Mama, huyu ndio dada wa kazi mpya aliuliza kwa sauti ya ajabu. Mama akatabasamu, ndio, anaitwa Asha ametoka Morogoro. Kwanzia siku ile moyo wa Brian haukuwa sawa tena. Kila siku Asha alipokuwa akisafisha sebleni, Brian alikuwa kimya, akijifanya anasoma gazeti, lakini macho yake yote yakiwa kuwa Asha. Alivutiwa na sauti yake laini kama upepo wa jioni na alivyokuwa na tabia ya heshima. Hakupenda kupenda kuongea sana, bali vitendo vyake vilizungumza. Siku moja jioni, mvua kubwa ilinyesha, umeme ukakatika. Asha alikuwa jikoni akiosha vyombo, Brian akamfuata huku amebeba tochi Tochi ikamulika uso Asha. Ngozi yake iling'aa kama shaba iliyopigwa msasa. Sasa usiogope, na kuangazia tu, Brian akasema, huku akicheka kidogo. Asha akatabasamu, tabasamu ambalo lilimchanganya Brian kabisa. Mwezi ukapita, masaa yakapita, mazungumzo ya kawaida yakageuka kuwa vicheko, vicheko vicheko vikageuka kuwa hisia, na hisia zikazaa mapenzi. Walianza kuona usiku sebleni wakizungumza siri zao. Kila neno lililokuwa likitoka midomoni mwa Asha lilikuwa kama mziki laini, mtamu na wenye kuunata moyoni kwa Brian. Siku moja, Brian alichukua ujasiri na akamwambia Asha, mimi sijawahi kupenda hivi, na kuomba tuwe pamoja. Asha akatazama chini, akacheka kwa aibu na akasema, lakini mimi ni mfanyakazi wa nyumbani hapa, siwezi Usijali, mimi siangalii cheo na kuangalia wewe, Brian akasema huku akishika mkono wake, na hapo ndipo walianza uhusiano wa siri. Walikutana usiku, wakiandika barua ndogondogo, wakipiana ishara mezani, wakiimba kimoyomoyo nyimbo za upendo. Kila siku ikawa tamu kuliko jana. Asha akawa mwanga wa moyo wa Brian, lakini dunia haikuwa na mpango wa kuacha iwe rahisi hivyo. Miezi mitatu baadaye baba wa Brian alirudi kutoka safari ya nje ya nchi. Siku moja jioni, alipokuwa anapitia picha zake za zamani za kazini, Asha aliingia chumbani kumpelekea maji. Baba alishtuka, macho yakamtazama kwa muda mrefu, kana kwamba anamfahamu. Asha unasema umetoka wapi tena? akauliza, na Asha akajibu, Morogoro mzee. Baba akatikisa kichwa akinyamaza. Baada ya siku ya pili Alimuuliza mkewe, huyu msichana alikuambia wazazi wake ni na akina nani? Mama akasema, huyu ni binti wa marehemu Juma, yule aliwahi kuwa dereva wako zamani. Baba akanyamaza, uso wake ukabadilika. Juma dereva wangu wa zamani alikuwa na mke aitwaye Halima, sivyo? Mama akajibu, ndiyo mzee. Baba akaweka mikono kichwani, kilio cha kimya kikampitia moyoni kwa sababu alikumbuka kuwa Miaka ishirini na sita iliyopita kabla hajamua mama wa Brian alihusiana na Halima kufanya kazi yake wa ndani. Halima akatoroka kijijini akiwa mjamzito akisema mtoto si wake, kumbe alikuwa ni yule baba. Baba hakulala usiku ule. Alimwita Asha asubuhi na kwa upole akamwambia, binti yangu, nimekuwa na siri nzito moyoni, umenikumbusha jambo la zamani Je, Halima ni mama yako? Asha akashangaa macho yakipanuka. Ndiyo, unamjua baba? Kamua kwa uzito, mimi ndiye mimi ndiye mimi, mimi, ndi, ndiye baba yako. Asha alizirai. Brian aliyesikia kelele akakimbia chumbani na akamkuta baba yake akimnyanyua Asha. Baba unafanya nini? Baba akashusha pumzi ndefu. <laughs> Brian, Asha ni dada yako. Kimya kikatawala chumba kizima. Brian alihisi dunia inazunguka, alishika kichwa akalia kimya kimya, hakutaka kuamini, lakini ukweli ulikuwa mbele yake. Msichana aliyempenda, aliyemkumbatia, aliyempa hadi za moyo, alikuwa damu yake mwenyewe. Baada ya siku kadhaa Asha aliondoka kurudi nyumbani. Hakutaka kuendelea kukaa hapo, hakuweza kuhimili maumivu ya moyo. Brian alijaribu kumshawishi asiondoke, lakini hakuwa na nguvu tena. Wote walibaki na majeraha yasiyoonekana, wakijifunza kuwa dunia ina siri ambayo hazipaswi kuguswa bila hekima. Na miaka mitatu baadaye Brian aliamua kuandika simulizi hii akisema, kuna mapenzi yanayokuponya na kuna mapenzi yanayokufunza. Mimi nilipenda, lakini nilishia kujifunza. Na mwisho wa histori, usiamini kila hisia; ni baraka nyingine, ni somo linalofungwa kwa manukato ya upendo. Tafadhali usisahau ku like, ku comment na ku subscribe hii channel kwa story zaidi.